Dada Husna hongera sana kwa kumaliza mkataba wako. mm. mm -hmm. Tuambie habari za kazini. Mbona umerudi? Yani kama vile una raha jamani, wakati wewe sasa hivi benki yako akaunti yako ya benki imenona au? Tuambie Dada Husna ulipokuja hapa ulikuwa na malengo gani? Nilivyokuja hapa nilikuwa na mm, malengo ya kufanya biashara. Okay. Nitafute pesa niangalie biashara ambayo nitaimudu. Okay, mudu. Yeah. Nifanye nice. uh -huh. mm. Sasa umemaliza mkataba wako, kwa hiyo umetimiza malengo? um. <laughs> Ndo yanaelekea ndio yanaelekea kwenye kutimia. Okay, ok e, kwa sababu nikisema nimetimiza nitakuwa mwongo, kwa sababu sasa sasa hivi sijatafuta, si, bado biashara ya kufanya e, ila ndo naelekea ndo naelekea ndio. Kwa hiyo hata hujajua gani moja kwa moja, lakini inabidi kwanza. Ni biashara gani unaenda kufanya? Sijafahamu moja kwa moja, lakini inabidi kwanza niangalie biashara ambayo naiweza uh -huh. kuanzia eneo lenyewe watu uh -huh. uh -huh. yani uhitaji wa hiyo bidhaa kwamba labda niangalie sehemu fulani, hii bidhaa itakuwa inahitajika kwa kiasi gani, eh then ndo nianze kuishughulikia, sababu siwezi tu nikasema ah, nitafanya biashara ya nguo sehemu fulani uh -huh. naweza ukafika pale na hizo nguo zako kakaa nazo eh, inakuwa changamoto. Kwa hiyo yani, inabidi kwanza uanze kuangalia soko tusema baada mm. ya hapo na angalia kwamba hawa watu wana uhaba na kitu fulani. mm -hmm. e, na biashara sio lazima uanze na biashara kubwa. mm -hmm. e, unaweza tu ukatafuta biashara ya kawaida. mm -hmm. umaumo ndio unajikuza unaendelea mbele, ndio Dada Husna. mm -hmm. mm, umeongea maneno makubwa sana, umesomea biashara? Hapana, sijasomea uh -huh. biashara uh -huh. Una taaluma yoyote? Napokea maoni kutokana na masuala ya biashara. Unapokea maoni? E. Wapi? Yaani maoni unapokea kwa njia gani? Bosi wako uliokuwa naye ndio amekuelekeza hivyo eh? E. Nimeshangaa kweli, yani umeongea mambo makubwa sana, kwa sababu hivyo ndio namna ya kutafuta biashara. Biashara ni mahitaji ya watu, e. E. Inabidi kwanza uangalie uhitaji wa watu. Wow. Bosi wako mlikuwa mnakaa mnazungumza stori za biashara eh? eh? anajua umeenda pale kwa ajili ya kunanewa, anajua umefika pale kwa sababu ya kujitafutia na wewe. Mabosi sio kwamba hawajui, dada Husna, mabosi wanajua sana kila hati, kwamba wadada wanaokuja na wao wana malengo yao, wana ndoto zao, lakini si wote hukaa na kuanza ku, kum, kumshauri dada kwamba wakati unaenda kuanzisha biashara, nenda kaangalie soko linahitaji nini. Si mabosi wote wana huo muda. Kwa hiyo huyo <tutu> bosi wako kwa kweli anastahili pongezi, amekuwa ni bosi mwema, amekushauri ushauri mkubwa sana sana, kwa sababu watu wengi wanasafa kwenye biashara kutokana na kwamba wanaenda kuanzisha biashara wanazozipenda wao. E, umeona eh? Kama mimi hapa, unajua nachokifanya, niliangalia wanawake wana shida gani. Walio wengi ni tegemezi, hawana hela zao wenyewe, umeona. Kwa hiyo nilivyojua soko lina shida gani, lina shida za wanawake ambao hawana hela zao, wanategemea wanaume, na ndivyo wengi walivyolelewa. Sasa sasa hivi wawekee kitu ambacho kitawasaidia waweze kutafuta pesa zao. Umeona biashara ilivyozaliwa sasa ndio Wadada Center ikazaliwa. Si mmeelewa? Mnajifunza mm -hmm. kitu maana najua na nyinyi mmekuja hapa wote mnatafuta mitaji, si ndio? Mmesikia hilo somo? Mm -hmm. Ni somo yes, somo kubwa sana. Ulizingatie siku zote kwenye maisha yako. Unapotaka kufanya biashara, usifanye biashara unayopenda wewe. Angalia watu waliokuzunguka wana shida gani? Wanahitaji nini? Sasa yale mahitaji yao ndio wewe utaangalia, je una uwezo wa kuya kuyasuluhisha eh, kuyatengeneza kwa ubora wakayapenda, mm-hmm. Sawa na sisi Wadada Center pia tukagundua kwamba haya watu wanahitaji wafanya kazi, lakini kuna wale wanataka wafanya kazi wenye ubora mkubwa, hawana shida za hela, yani wako tayari kulipa Si ndio? Achana na wale ambao wanataka wadada dada elfu thelathini. <laughs> eh? tukagundua kuna wale ambao shida yao sio hela. Yaani wanachohitaji tu ni dada ambaye akifika nyumbani kwake atakuwa kama bosi, yuko kama hotelini. Yaani dada anamuuliza bosi, unahitaji huduma gani? Vipi, hichi kitu nikutengenezee nini? Yaani vitu kama hivyo. Wadada wengi wale wa chini wale wa elfu thelathini hawajui hizo skills, hawana. Ya yaani anasubiri tu kila saa ile dada Jo fanya hiki mbona hiki kijafanyika vizuri si ndio lakini kuna wale ambao yeye ndio anamwa approach bosi kwamba bosi kuna nikuhudumie nini huko okay na kichochote unapenda au akishamhudumia anamuuliza ehe hicho nicho kuhudumia umekionaje kama ni chakula amepika anauliza feedback au ni wadada wanao wenye kujitambua na hao sasa uwezi kuwalipa hizo 30 kwa hiyo tulivyogundua hivyo tukaanzisha hizo smart dada professional dada na Dada Husna wewe ulikuwa ni level gani? Smart dada. Smart dada, eh? Okay. Sawa. Okay. Kwa hiyo sasa hivi sasa mwelekeo wako hujataka kurinyu mkataba? Hapana. Kwa nini jamani, na bosi kaishi na wewe vizuri kakushauri vizuri hakutaka muendelee? Aliniulizia, lakini nilimwambia kwamba nahitaji kupumzika. <laughs> Alikuulizia yeah. Kwa hiyo umefanya kazi mwaka mmoja tu? Hapana umefanya miaka miwili okay. Kwa hiyo sasa hivi umechoka kabisa ya, au umepata ulichokuwa unatafuta? Kwa kiasi chake e. okay. nipo kama mwanzo, au upo kama mwanzo. Okay. So wadada wenzako ambao wako nyumbani nawaambiaje? Ah. waanze kujitathmini mapema eh? Waanze kufanya maamuzi mapema maana, uh -huh. Kishakuja kuchelewa hmm. kuja kujuta mambo <laughs> mengi mtaani <laughs> mambo mengi <laughs> <laughs> uh -huh. Kwa hiyo wajitathmini mapema watafute uh -huh. chao ukiwa na kitu chako, yani unakuwa na amani kidogo, au sio? kidogo bwana. Ukiona kitu unaweza kusema ikapangoja ninunue ikapa bila <tukenuja> bila kumuomba mtu ruhusa. Kumuomba mtu inakuwa ni changamoto kidogo. au sio? Fanya kitu wewe mwenyewe unakuwa na amani au sio? Eh, wow. Aya, ah, Dada Husna sisi tunaku tunakutakia tunaku, kila laheri. Amin. Ehe, kama kuna wadada huko ambao watakuwa unawaona hawana mwelekeo, waelekeze waje kwenye kituo chetu. Kazi yetu ndio hiyo ya kuwasaidia watoke kwenye umaskini, na wewe kile biashara utakayoenda kuanzisha basi Mungu akaibariki, kwa sababu umetafuta mtaji wako kwa jasho lako e, mm, Mungu aenda kasimamia eh haya e. Karibu tena. Asante.